Hello guys, karibu tena kwenye YouTube channel yetu. Basi leo tunaenda kujifunza knotless kwa kutumia uzi. Hii ni nywele mpya kabisa ambayo naenda kuwafundisha. Kama ni mara yako ya kwanza kukutana na channel hii, usisahau kubonyeza alama Subscribe hapo chini ili uweze kujifunza zaidi na zaidi pindi tunaporusha video zetu. Hatua ya kwanza ni tunatenganisha uzi na, na rasta kama hivyo tulivyofanya hapo, afu tunaanza kunyonga. Unanyonga kutoka kushoto kwenda kulia kama hivi, ni unanyonga tu hapa. Kuhusu kunyonga, unaweza kunyonga mara nne au mara tano na kuendelea, afu ndio tunaanza kusuka njia tatu. Kama unapenda mafunzo ana kwa ana, usisahau kutupigia kwa namba za simu zinazopita hapo juu. Pia usisahau kubonyeza alama Subscribe ili uwe wa kwanza kupata video zetu. Kwa hiyo baada ya kunyonga chini hapa, kifuatacho ni tutaenda kutenganisha nywele. Kwa hiyo tunahakikisha nywele zinakuwa tatu kama hivi tunaanza kusuka njia tatu au kusuka kitunguu. Kwa hiyo hapa tunasuka njia tatu, lakini mbili ni rasta alafu moja inakuwa ni uzi. Kwa hiyo unasuka tu taratibu kama hivyo ili uweze kupata mwonekano mzuri, unatakiwa usikaze sana manake baadaye tunaenda kuivuta hii nywele yetu ili iweze kuoneka mwonekano ambao tumeuona hapo mwanzo. Kwa hiyo hakikisha unaposuka haukazi sana ili nywele yako iweze kuweka mwonekano mzuri. Kwa hiyo baada ya kusuka njia tatu ni unaivuta juu kama hivo. Kwa hiyo hapo utaendelea kuisuka, alafu tutakuwa tunaivuta hapa. Tutapeleka video ya haraka kidogo, kulingana na muda ambao utahitajika. Kwa hiyo justi, ni unaisuka tu njia tatu, alafu una itwisti, yani unaivuta kwenda juu. Hivo ndivyo utaweza kutengeneza nywele hii mpya na ya kisasa. Na nzuri zaidi. Kama unapenda mafunzo ya ana kwa ana, karibu sana. Tunapatikana Kimara Korogwe, Mbagaya rangi tatu pamoja na Kigamboni Ferry. Huduma zetu ni nafuu na unaweza kulipia kwa awamu, sio lazima uipie yote. Kama unataka kutupigia namba za simu zinapita hapo juu ni 07195697 mwisho 60. Kama hujaelewa video hii unaweza kuirudia tena na tena au katupigia na kupata maelekezo. Zaidi tunaona hizi nywele jinsi zinavyojitengeneza hapo ni zinakaa katika mfumo mzuri na mpangilio mzuri. Kwa hiyo wakati unasuka hizi nchi ya tatu, hakikisha kwamba haukazi sana nywele zako, ili ukivuta uweze kutengeneza mawimbi. Kwa hiyo unaendelea tu kuisuka hivyo taratibu hadi mwisho, na nywele yako baadaye inakuja kuwa kama hivi. Tunaona mwonekano wake jinsi umekaa vizuri na unapendeza sana. Asanteni na karibuni sana. Usisahau kubonyeza alama subscribe ili uwe wa kwanza kupata video zetu pindi tu tunapozirusha. Asanteni na karibuni sana.